Ninawasihi sana watawala wetu kuzingatia na kuliepusha taifa letu na ghadhabu ya watanzania waliokosa uhuru kwa muda mrefu. Siku akikata minyororo hawa waliokosa uhuru, tutashuhudia maafa makubwa sana. Chuki ya kukosa uhuru au kupewa nusu uhuru haiwezi kufunikwa na miradi ya kimkakati kama madaraja, majengo marefu ndege treni mabwawa mashimo ya vyoo wala barabara za rami havitoshi kufunika hitaji la watu kuwa kuwa huru. Mambo haya ni mazuri, haya niliyoyataja ni mazuri, lakini kamwe yasilinganishwe na uhuru wa watu. Katiba mpya inayoweka mkataba kati ya watawala na watawaliwa na kutamka wazi jinsi watawaliwa wanavyotaka kutawaliwa, sivyo jinsi watawala wanavyotaka kutawala. Katiba hiyo ndio suluhisho la amani ya kudumu ya taifa letu. Mtazamaji, ujambo na karibu katika habari za leo. Natumai popote ulipo uvyema na hali yako isawa kabisa. Tanzania ni nchi ambayo kwa muda mrefu imekuwa ikikosa kupeana haki kwa wananchi wa kawaida. Kama tunapofuata wale ambao wanasoma historia, wale wanafua, wanasoma mambo ya siasa, wale wanafuatilia mambo ya uongozi, jambo moja muhimu zaidi katika siasa ni kuhakikisha kwamba haki imepeanwa, haki imeheshimiwa, haki imetunzwa na haki imelindwa. Hayo ndio mambo muhimu ukitaka kunawiri katika siasa. Hata ukamnyima mwananchi maendeleo si makubwa, ukampa kidogo kisha ukampa haki. Utanawiri kisiasa. Ukawa ni yule kiongozi ambaye una maendeleo, lakini haki ya utu, haki ya mwananchi wa kawaida umemnyima, kisiasa utaisha. Viongozi wa kanisa huwa na jukumu kubwa zaidi katika nchi ya Tanzania, huwa na jukumu kubwa zaidi katika amani ya Tanzania na kunawiri kwa nchi. Ndiposa wakati mwingine pale ambapo tendo fulani limeweza kutendeka, huwa tunaona viongozi wa dini tofauti wakija pamoja kisha wakazungumza kwa lugha moja ya kurekebisha kosa ambalo wameweza kuliona katika serikali. Kuna badri mmoja kabla ya machafuko aliweza kuzungumzia na kupeana onyo kwa serikali ya Mama Samia Suluhu kabla ya kukamilisha kipindi chake. Wakati ambapo tulikuwa tunaelekea katika kura, akapeana honyo kwamba msiporekebisha msiporudisha haki na kuwapa wananchi haki yao, mtakuja kuleta hasara na madhara ambayo ni makubwa zaidi, madhara ambayo tumeweza kuyashuhudia tangu Oktoba ama kabla, ya tukielekea wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi kukawa na machafuko. Kisha baadaye, baada ya machafuko kukamilika, tumekuwa na vita vya kisiasa, vita ambavyo wimbo mkuu zaidi ni haki ya mwananchi. Huu wito bado ndio wito ambao tunairejesha kwa serikali. Sisi kama wanahabari Jukumu letu kubwa ni kuhakikisha kwamba mumerejesha haki kwa wananchi wa kawaida. Ndiyo, wakati mwingine tunawafahamisha wananchi ili kuwakumbusha kuhusiana na haki zao, kuhusiana na jukumu lao la kukomboa nchi, ili tusiwe na shida kama hizi kwa miaka ijayo. Ndiposa kumekuwa na kilio kutoka viongozi wa kanisa. Mmeona Badri Kitimba akilia akisema kwamba mimi sipiganii mambo mengine, napigania tu haki na kukumbusha serikali ya Mama Samia Suluhu, wape wananchi haki yao, iheshimu haki, msiguze ongeresha, maafisa wa polisi waheshimu haki za mwananchi kwa sababu tajiri ya nyinyi wote ni mwananchi, kwa sababu mnalipwa kwa ushuru, mnategemea mwananchi ili kuweza kuwa na serikali. Hivyo mkiwa kama mtatekeleza mauaji kwa kila mtu ambaye ni Mtanzania, basi mtakuwa kiongozi wa nani? Mwananchi anakuja nambari moja kila siku kama kiongozi. Mwananchi anakuja nambari moja katika akili ya kiongozi mwananchi anahitaji nini cha kwanza? Anahitaji haki iheshimiwe, haki ilindwe, haki itekelezwe na haki imufikie mwananchi wa kawaida, hilo tu. Ukiwaona viongozi wanapiga kelele, si tu wanakuchukia, wanakukumbusha kwamba mama, pale tumefikia ni pale ambapo tunahitaji kuheshimu haki kwa sababu mngemsikiza badili ule wakati ambapo alikuwa anazungumza akipeana wosia kwa serikali kurekebisha pale ambapo imeweza kukosea, kwa sababu ni kawaida kuwa na kosa. Hamkumsikiza, lakini yale aliweza kuyatabiri tumeweza kuyashuhudia katika serikali hii, katika wakati huu, kwa sababu kumekuwa na vita, kumekuwa na machafuko, kumekuwa na mauaji ikiolela ambayo yangeweza kukatishwa mapema, punde tu mngemsikiza na kurekebisha pale ambapo serikali imeweza kukosea. Kilio chetu ni haki ya mwananchi. Kukiwa na haki ya mwananchi, basi nchi itaweza kunawiri. Hapo maendeleo yataingia ikiwa mwananchi ameridhika na jinsi ambavyo anaheshimiwa na jinsi ambavyo sheria za nchi zinavyomtetea hata kama amekosea, kuna sheria ambazo zinamlinda mwananchi, ziwe ni sheria ambazo zinamuumiza na kumpa wosia kama mwananchi wa kawaida. Mazungumzo kama haya bado tutakuwa nayo kwa video zingine, na ningependa kuwashukuru kwa, kwa kujiunga nasi. Chukua sekunde yako moja, subscribe jiunge na share kanda hii na usisahau kukumbuka kwamba tunapigania haki ya mwananchi wa kawaida.